Mtazamaji wa Jambo TV, jicho letu bado linazungukia katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, maeneo ambayo yanafanyika mikutano ya vyama vya siasa. Huu ni wakati wa kampeni wa vyama vya siasa, na vyama vingine vimekuwa bado vikiendelea kuzindua mikutano yake katika maeneo mbalimbali. Na leo nikotokea katika kata ya Sirari ambapo mgombea diwani kutoka chama cha ACT Wazalendo kwa mara ya kwanza amezindua mkutano wake wa kampeni harisia mtazamaji wa Jambo TV, wewe ni shahidi. Ni mkutano ambao umewavutia watu wengi, wamejitokeza watu wengi. Ni moja kati ya kitu ambacho kimeleta mshangao mkubwa sana kwa umati mkubwa ambao umejitokeza kumlaki mgombea udiwani huyu Dafroza Jacobo, bila kumsahau, akisindikizwa kabisa na mgombea ubunge wa jimbo la Tarime vijijini, chama cha ACT Wazalendo, ndugu Charles Mwera. Utakumbuka tangu amezindua mkutano wake wa kampeni e, kata ya Nyamwaga katika uwanja ule wa tarafa, tulikuwa naye leo, tuko na da Dafroza Jacobo, kiongozi pole kwa shughuli kubwa sana hii, asante sana eh. Tunaona ndo mara ya kwanza umezindua mkutano, mapokezi umeyaonaje? Ah, kwa kweli namshukuru Mungu mapokezi ni makubwa na ni mazuri yenye shamla, yani kwa kweli inaonyesha ushindi inaonyesha ushindi. Tumeona watu wengi wamejitokeza kukulaki, mamia maelfu ya watu. Nini siri ya eh, kujitokeza kwa watu wengi hivyo? Tumeona mikutano mingi watu wamekuwa wajitokezi kama hivi. Nini siri ya wao kujitokeza kwa wingi katika mkutano wako wa leo? Siri ya hapo ni kwamba mimi nimeishi nao vizuri, nimekuwa nikishirikiana nao kwa kila jambo nimekuwa nikijitokeza kwa yoyote yule anayepata na shida, aidha hata kama ana matatizo ya ugonjwa nimekuwa nikisaidia. Hivyo watu wamekuwa wakihamasisha kwamba mimi ni mtu ambaye ninasaidia, lakini pia nimetokea kusaidia hata ndani ya soko ya fanyabiashara pale soko la Sirari nimekuwa nimejitengeza geti, alafu ilipokuwa ikitokea labda nimealikwa hata mkutano wa shule nikikuta wana changamoto, kwa mfano kama shule ya Nyailoma nilitengezea maji baada ya kuona watu wanalalamika. nimekuwa nina wahamasisha watu kufanya biashara, wasikae kutegemea wanaume, wasikae kulalamikia ndugu kwamba ndugu anisaidii. Ukijishughulisha unafanikiwa. Na wengine nimekuwa nikiwavuta kabisa kuwaonyesha. Hivyo basi nafikiri labda hiyo nayo imetambaa katika kata ya Sirari. Kwa mtu ambaye akufahamu kwa mara ya kwanza, pengine anakuona kupitia Jambo TV au kwa mara ya kwanza amejitokeza kwenye mkutano wako huu wa uzinduzi wa leo, tueleze kwa historia fupi kidogo Dafroza Jacobo ni nani, anapatikana wapi, na amehusika vipi hasa eh, kama ambavyo umeelezea katika maendeleo ya kata ya Sirari? Mimi Dafroza Jacobo ninapatikana katika kata ya Sirari, kijiji cha Mpakani, kitongoji cha Forozani, niko karibu na custom, hivyo basi ninapatikana kwa wepesi, kwa sababu shughuli zangu ni za hapo hapo, sisafiri na kuwepo kwa muda wote, kwa hiyo ninapatikana kwa wepesi. Ndo kwa mara yako ya kwanza hii tumesikia katika mkutano wako wa uh, uzinduzi ukisema kugombea eh, au ni tofauti na hapo? Ndio mara yangu ya kwanza kugombea katika chama cha ACT Wazalendo. Umewiwa nini dada Dafroza, kugombea eh, kushika nafasi ya kuwatumikia wananchi licha ya kwamba historia yako inaeleza umesaidia wengi, umefanya vingi, nini hasa kimekusukuma wewe kugombea udiwani kwa mara ya kwanza kupitia chama cha ACT Wazalendo? Baada ya kuona mgombea aliyekuwepo tulikuwa tunamhitaji alikuwa ni Sinda, alipotea katika njia za kutatanisha. Alikuwa ni mtu wetu ambaye tulikuwa tumemwandaa, lakini baada ya chama kufuatilia mtu kilikuwa kikipigania kipi, kipi, kuchukua fomu hupya ili waweze kusimama, basi mimi katika hilo sikutaka kupigana kwenye chama hicho, nikaona kwamba hawa watu nia yao labda wanafahamu huyo mtu yuko wapi Hebu nijitenge niwe ACT Wazalendo ili niweze kuwapambanisha waone kwamba tulikuwa tunamhitaji ni fulani, na sasa hayupo, wananchi wa kata ya Sirari waweze kuchagua wenyewe chaguo lao. Kwa haraka haraka tukimalizia, uh, pale unapokwenda kupewa ridhaa wakakuchagua wananchi wa kata ya Sirari, nataka ututajie vitu vitatu tu vikubwa ambavyo ndani ya mwaka mmoja unafikiria kuanza navyo baada ya kupewa ridhaa hiyo. Baada ya kupewa risa hii na wananchi wa kata ya Sirari, mimi niwaambie kwamba mimi nitakuwa yule yule Dafroza, nitakuwa na ushirikiano na wao, nitakuwa ninawasogelea na kujua nini kinapungua. Tutakuwa tukishauriana, kinachotakiwa kufanyika kitafanyika, lakini pia ninawaahidi kusimamia kodi za mapato yanayopatikana katika kata ya Sirari. Neno lako la mwisho sasa tukiwa tunamalizia kwa e, wananchi wa kata ya Sirari lakini pia kwa chama chako cha ACT Wazalendo. Kwa kweli neno langu la mwisho, ninawahimiza wanachama wa ACT Wazalendo, wako mai wasiogope. Mimi ni mwanamke nimeamua kujitolea, tuendeleze hiki chama, kwa sababu vyama vya upinzani vinapingwa, lakini tukishirikiana wananchi ndio kusema. Kwa hiyo naomba mimi kama mimi nimelianzisha, sirirudishie hapa, ninaliendeleza na nitakuwa mhamasishaji siku zangu zote za maisha yangu. Nakushukuru sana naam. Uh, mtazamaji wa Jambo TV, hili ni jicho la Jambo TV kutoka maeneo mbalimbali ya nchini Tanzania tukitembea eh, kuangalia mikutano mbalimbali ya vyama vya siasa eh, katika kampeni zao zinaendaje. mimi ni kaka journalist. Nimekuambia kwamba eh, Dafroza ameungana na mbunge eh, mgombea ubunge wa jimbo la Tarime vijijini ndugu Charles Mwera, na hatuwezi kuondoka vivyo bila kusikia eh, neno lake kuhusiana na mikutano ya kampeni ambayo imekuwa ikiendelea maeneo mbalimbali ya chama cha Wazalendo, tumeona alizindua kule Nyamwaga, lakini leo hii yuko katika kata ya uh, Sirari. Niko naye hapa Charles Mwera. Habari mzee, za wakati mwingine tena? Nzuri nzuri nzuri. Pole, naona hali yako ya kisauti sio nzuri sana, lakini naamini tunaweza tukazungumza, hamna shida, ni mapambano haya Vipi namna ambavyo unaendelea na mikutano yako ya kampeni kupitia chama cha ACT Wazalendo, na leo ni kutokea kata hii ya Sirari kwa dada Dafroza, unaona vipi maendeleo mapokeo ya wananchi kata hii ya Sirari, lakini na kata zingine ambazo umezungukia pia? Kwanza ni washukuru watu wa Sirari, kata ya Sirari kwa mapokezi waliyotupokea kwa kweli, nawashukuru sana. Tumefanya mikutano mingi, lakini hii ya Sirari inaweza ikawa ya kwanza tulivyofanya niendelee kuwashukuru watu wa Sirari, na nimekuja kumuuza diwani ambayo anahuzika, mimi ni mbunge ambaye nahuzika na diwani ambayo anauzika. Kwa hiyo nawashukuru sana watu wa Sirari, ninachowaombeni kwamba hizi kura ambazo nimeziona katika uwanja uendelee kuzishikilia, mhakikishe kwamba mnamchagua Charles Mwera nyanguru, na dada yetu mama Frank, na dada Frosa, ili aweze kuwa diwani wa kata hii Najua kwamba ni mtu ambaye anakubalika, ni dada ambaye anakubalika, amefanya maendeleo makubwa kwenye kata hii. Kabla hajakuwa diwani, amekuwa akishughulika na wananchi akifanya maendeleo, hajapata hicho cheo. Je, akipata hicho cheo, atafanya maendeleo makubwa. Kwa hiyo, Wanasirari ni lazima tuungane naye, tuhakikishe kwamba tunapata kura nyingi za ushindi. Hali ya usalama katika mikutano yenu e, namna ambavyo jeshi la polisi linawapatia ulinzi e, na namna ambavyo muda wenu wa kikampeni unalindwa unawaridhisha ama kuna a, e, migogoro sitofahamu na vitu kama hivyo? Mimi ni kushukuru sana jeshi la polisi limekuwa likitupa ushirikiano mkubwa, na kama leo kulikuwa na ulinzi wa kutosha, wameturuhusu, na mwanadada tumemleta mpaka mgombea wetu nyumbani. Ni kwamba wametupa ushirikiano, na mimi naendelea kuwaasa kwamba jeshi la polisi ni kwa ajili ya kulinda wananchi, mambo waliofanya hapa Sirari na katika maeneo mengine, wakija kwamba wanafanya ulinzi wa kutosha. Sisi ACT Wazalendo ni kwenda kutoa hoja, hatue ni kufanya ugomvi tulikuwa na mkutano pale Tagare kata ya Muriba, lakini CCM walikuja akang'oa bendera zetu ambazo ni za chama. Sasa hiyo sio hisi, sisi tunachotaka ni kujenga hoja. Hoja hiyo ndio itatufanya tuende kushinda katika jimbo letu la Tarime. Kwa kweli tuna waimani, tunaimani kwamba tutashinda kata nyingi, na mimi nitahakikisha kwamba wananchi wakiamua tunaenda kushinda na tunaenda kuishika halmashauri na jimbo la Tarime vijijini tunaenda kulishinda, kwa sababu nimekuwa kiongozi katika miaka miwili. Nimefanya mambo mengi, kila kata nikienda, unakuta kwamba nimefanya maendeleo ambayo tunamlinganisha yule aliyefanya miaka miaka mitano na mimi nilifanya miaka miwili, nimefanya maendeleo makubwa katika jimbo hili. Nina imani waenda kwa vijana ambao wananisikiliza ambao pengine walikuwa umri wake ni mdogo, lakini kwamba tutashirikiana tutafanya maendeleo tutafanya jamii ya watu wa Tarime ya vijijini, ili tuweze kuwa kitu kimoja, tuweze kusukuma gurudumu la maendeleo mbele. Ndugu Charles, umezungumzia miaka miwili ambayo ulikuwa ridhaa ya kuwa mbunge eh, wa jimbo la Tarime ikiwa bado ni jimbo moja lijagawanwa, na maendeleo yafanya, lakini kupitia kata hii lohi, Jacobo, na, eh, anatajua, ya Sirari lohii Dafroza Jacobo naye anatajwa, historia inaongea kama mdau mkubwa wa maendeleo, amekuwa akifanya vitu vingi maendeleo mbalimbali mbali, akiwa hana nafasi yoyote ya kiongozi ya kisiasa. Unamuona Dafroza ni nani pale ambapo wewe utakapopewa ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili la Tarime vijijini, na yeye akapewa ridhaa ya kuwa diwani wa kata ya Sirari, unaona cheni yenu itakuwaje? Naona mwanga mwanga ambao ninaona ni kwamba Charles Mwera Nyanguru ni mtu wa maendeleo, Dafroza naye ni mtu wa maendeleo. Mwanzoni nimesema kwamba ameweza kushiriki katika shughuli za kijamii, hajapata udiwani, sasa amepata. Mimi nitakuwa nikitoka bungeni nikija huko namletea fedha, fedha nasimamia na ninavyomuona, itategemea na madiwani wake, lakini ninajua kwamba atapata kamati ya kuongoza kwa sababu ni mtendaji, kama namuona katika elimu, afya na maji. Madiwani wale watakubali, na sisi tumeshika halmashauri na muona kama kuongoza moja ya kamati ya halmashauri kwa sababu ni mtu anayejua maendeleo. Na mimi nimeshakuwa mwenyekiti, nitawafundisha, nitawapa tuition namna watakavyo hakikisha kwamba fedha za halmashauri zinaenda kwa walengwa na kila mwaka tunaendelea kupata hati safi. kwa kweli nimefarijika na watu, narudia kusema, watu wa Sirari ni waahidi kwamba tarehe ishirini na nane tarehe ishirini na nane ntakuja na kufunga mkutano hapa ili niende kwangu itirio, lakini nimewahidi kwamba mheshimiwa diwani na watu wa Sirari ile siku ya tarehe ishirini na nane ni lazima ntafanya mkutano hapo, kwa kuwashukuru watu wa Sirari, kwakisha kwamba wanalinda kura za mbunge pamoja na diwani. Basi mimi sina la ziada na kushukuru sana. Mpaka wakati mwingine, mtazamaji wa Jambo TV, mimi ni kaka journalist Fredrizzo Samson. Mpaka wakati mwingine.